Na katika mkusanyiko wa habari za kaunti serikali ya kaunti ya Taita Taveta imetoa saa 48 kwa wamiliki wa mifugo ya ngamia inayowazuia kujitolea kuj..., la sivyo iuzwe. Na katika taarifa nyingine, ni kwamba mjadala umeweza kuchipuka hivi sasa kuhusiana na umri wa kustaafu kwa majaji hapa nchini Kenya ambako sasa umeshika kasi tuka. Kwa taarifa zaidi, basi ni kwenye mkusanyiko wa taarifa za kaunti mbali mbalimbali. To advance the kind of argument that... mjadala iwapo majaji wanapaswa kustaafu watakapofika umri wa miaka sabini au sabini na nne umeizua msisimko mahakamani hii leo. Hii ni kutokana na mabadiliko ya sura mpya katika mahakama ya juu, hasa jinsi inavyoundwa na ni nani nani wa kuisimamia au kuiendesha. Majaji wawili katika mahakama ya juu ambao ni naibu jaji mkuu Kalpana Rawal na jaji Philip Tunoi wanapigania uamuzi wa tume ya kutoa huduma mahakamani kuwataka kustaafu katika umri wa miaka sabini. Na katika uzi huo huo mahakama moja mjini Mombasa yaagiza uchunguzi zaidi kufanywa kuhusiana na mshukiwa aliyewasilishwa mbele ya mahakama hiyo kwa kosa la kumiliki pembe za ndovu ambao ni haramu nchini. Faisal Mohamed Ali alishitakiwa na wenzake watano kwa kosa la kupatikana na pembe za ndovu za takriban shilingi milioni 44. Hakimu Mkuu Diana Mochache amesema kuwa kesi hiyo imejikokota kwa siku nyingi. Tukiwa bado mahakamani, washukiwa waliotilia sumu wanyama aina ya samba katika mbuga ya Masai Mara walifikishwa mahakamani na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni mbili kila mmoja. Kulingana na mawakili wao Martin Olekamwaro na Mary Mwigai, upande wa mashtaka uliridhika na uamuzi huo na kusema kuwa utahakikisha kwa washukiwa hao wamefikishwa mahakamani pindi wanapohitajika. Na hatimaye, katika kaunti ya Taita Taveta, serikali mjini humo imewakamata zaidi ya ngamia mia moja na kutoa masaa 48 kwa wenyewe kujitokeza, la sivyo wauzwe. Ngamia hawa wanadaiwa kuwa wahangaisha wakulima katika kaunti hiyo kwa kula mimea yao shambani na kusababisha hasara kubwa. Pia inadaiwa kuwa kila wenyeji wakiuliza wamiliki wa ngamia hao wahupokea vitisho. Gladys Mungai, KTN leo.